Karibu tena katika kipindi chetu kizuri na chenye kuelimisha jamii kuhusiana na mazingira, ikiwa ni pamoja na uhifadhi wa mazingira na matumizi ya nishati safi. Mimi ni mtangazaji wako Liz Business, ama unaweza niita Tausi, mtetezi wa mazingira. Kama kawaida yetu, mimi pamoja na timu yangu ya Tausi tukiwa bado tupo hapa Morogoro, imebidi tupandishe eh, katika upande wa pili wa milima ya safu za Uluguru ili kwenda kupata baraka kutoka kwa kiongozi wa kimila wa eneo hili. Kama ulivyo utaratibu wetu, tumefanikiwa kufika hapa na tumekutana na Chifu Kingalu ambaye yeye ndiye mbeba dhamana katika wakazi wa ishio eneo hili la milima hii kimila. Ningependa nisimwongelee sana, naomba nimpe nafasi ili aweze kujitambulisha. Uh, mimi naitwa Chifu Kingalu, kiongozi wa mila mkoa wa Morogoro au kiongozi wa mila katika eneo langu, lakini mwenyekiti wa machifu mkoa wa Morogoro. Nasema ni mwenyekiti kwa sababu gani? Ni kiongozi pekee wa mila na desturi katika mkoa wa Morogoro mwenye jimbo kubwa kwa Morogoro hii kama sio Tanzania, ni Chief Kingalu na nasema mwenye jimbo kubwa kwa sababu gani? wengi wana, ma, wana wilaya kata wilaya kata. Mimi ni Dar es Salaam pwani na Morogoro na kusini mashariki, nikisema kusini mashariki mpaka wa Rufiji na, na huku Morogoro, kwa hiyo eneo ni kubwa sana kabisa, na mamlaka yangu mimi katika huu mkoa wa Morogoro, kuna sub chief mia moja na sabini saba ni nani ambao mwenye watu hawa hata Tanzania, na majina yao yote yapo hapa, hivi viti hapa, hivi kama watu wanaitika kabisa kabisa, inatokea mifumo ambayo kuwarudisha vile vitu, kuvirudisha hapo. Vipo 177 na, na ndio maana eneo langu ni kubwa mno la kiutawala. Kwa hiyo ndio maana anakuwa chief mwenye kiti nikisema kiongozi kwenye eneo hili ambayo nawaongoza kwa kila siku, na nawaongoza vipi? Ni kwamba wao wanaripoti kwangu kwa, kwa, kwa shida nyingi sana, kwa matatizo mengi sana. kwa hiyo mimi huwa na kuamua na matatizo linalo nishina shina, naipeleka juu. Tunashukuru sana kwa utambulisho wako na maelezo yako ya kina, lakini je, haya maeneo ambayo tunaona hapa mmeweza kuyatunza vizuri na mazingira yote ambayo ametuzunguka ni kijani na anavutia sana mtu ukiyatazama. Ningependa kufahamu, je, una utaratibu gani wa kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira na utumiaji wa nishati safi? Asante ndugu mtangazaji. Uh, uhamasishaji hapa ni kweli uhamasishaji huko mkubwa sana lakini sio peke yangu, kama mikaa nashirikiana sana na serikali ya mkoa na wananipa sapoti ya juu. Hapa tu nikisikia chini sio inaita huko lazima nimpigie simu mwenyekiti, kwamba nasikia cheni sio inaita sehemu fulani, una taarifa? Ataniambia na taarifa hiyo kitu sababu uh, watu wanachana, wana mbao, lakini mbao nyingi zinazochana ukanda huu ni miti pandwa, misederea na mikangazi ya kupanda, sio ya uoto asili wa na kama mtu anapita ana huko mistuni anaiba mbao, mwenyekiti hana taarifa Mwenyekiti fuatilia na fuatilia, akimkuta hana uhalali ukakata huo mti ataripoti hapa na namba zake zote zitachukuliwa, lakini taarifa lazima ziende forest, ziende forest mvua, ziende forest mvua, au Morogoro mjini wilayani lazima ziende, na huyo mtu haraka sana atachukuliwa watu wa sheria. Na mara zote watu, watu wanapoharibu miti hii utakuta uh, mtu anafika anafika hasa wilayani Morogoro mjini, mtu anakata kibali pale, yeye ni mgeni kwanza, Morogoro ni mgeni, lakini anakuja kwa anapita pita huko ana, mnamchukia huyu mtu anakata miti na kuchana mbao na kupakilisha kwenda Morogoro, Dar es Salaam. Hapo washangaa huyu mtu mgeni hii miti kajoje, kama kuna miti, kwa maana wanaohusika ni wenyeji wenyeji wenye viti vitongoji, wenye viti wa kijiji wanaohusika lakini wanaohusika wengine zaidi forest wenyewe, ili sio la kufumbia macho forest wenyewe wanaohusika. Kwa sababu utampaje mtu aje akate mbao zinazopatikana Mvua au zinazopatikana Kinole au Tegetelo au Mambani, wewe uko pale kwenye kiti cha kuzunguka unajuaje kama kuna mtu? Lakini kwa nini uruhusu mtu aje akate miti? Mara zote uh, miti inatakiwa iruhusiwe ile ambayo ipo kwenye shamba la mtu ule mti unaweza kufikia mtu labda ana mikarafuu mkarafuu unakuwa kama mzambarao kama, kama, uh, kama, kama muembe. Sasa, ili uweze kwenda mbali huko juu na mti wenyewe mkarafuu tayari ni msitu, unafika mahali unakuwa kama uoto wa asili, chini hapo hapo mapodo mengine zaidi ule mti. Lakini uh, ili uweze kuishi pale na uende vizuri na utoe matunda vizuri, huo mti hautakiwi, jiti la asili limekaa hapo, kwa maana likiota likifika pale litazuia. Kwa maana mtu huyo mtu anatakiwa aje aombe kibali serikali ni hapo ya, ya kijiji apate kibali, lakini pia hata forest wilaya watambue na waje wakathibitishe, ule mti kwa makweli mti huo unaleta kero kwa huyu mtu, kwa uruhusu ule mti uondolewe ili huyu mtu ile miti pandwa aidha mkarafu hasa ndio anatusewa hiyo na miabdarasini, kwa sababu ni uchumi mtu anapata pesa sana. Kwa hiyo ule mti utaondolewa kwa kibali maalum, lakini mtu anapoingia msituni tu akate miti ili akafanye biashara hiyo haturuhusiwi, haturuhusu, na ndio maana unaona hali ya hewa hii. Hii hali ya hewa ni kwamba tunaitetea kwa hali na mali. Mimi nilifikia mali kunichukia sana, kwa sababu kutetea hii hali, lakini leo tupo katika hali nzuri sana. E, mnafika hapa mnasema tunaipenda sana hii hali na mvua inanyesha, lakini mjini huko hakuna mvua, maeneo mengine mengi, hii Morogoro mjini kwenda huko hakuna mvua. Lakini hapa mvua hatuitaki, tunataka angalau iache hata siku tatu tu, au hata wiki tu, ili kupumua. Mimi nafanya ukarabati ile jengo na shina kwa sababu huwa muinuko hapo. Gari na slipu. Wakati mnakuja huku muona kuna matofali yameshushwa pale chini. Na mifuko ile ya, ya kokoto. Ni mvua wakati wote. Kwa hiyo hii mvua inakuja sio bure tu. Lakini pia hapa hapa tulipo, hichi ni kituo cha hali ya hewa. Kabla ya koloni. Leo hii serikali inatumia wanaita Tima. Sawa. So. Sawa. Lakini hichi ni kituo cha hali ya hewa. Hali ya hewa cha asili ambao mimi na uwezo kuitabiri ya hali ya hewa. Naweza nikaitabiri na ni ndivyo inavyokuwa. Lakini pia na uwezo uh, wa kuzuia kama inakuja katika hali ya tofauti. Lakini jua nalo lenyewe kama linakuja katika hali ya tofauti kwa maana kwamba lilizidi lipitilize. Tuna uwezo wa ku, kuondosha hiyo hali ya hewa jua likizidi kipindi kile ambacho ngoja nitakuwa inyeshi. Lakini jua limezidi sasa linapitiliza, kwa mfano mwezi wa 4 huu unaingia ingilikuwa unaingia mwezi wa 4 bila bila mvua. Basi tuna tuna uwezo wa kusababisha hali hiyo ikaja na ikanyesha. Lakini hapa tuna makubaliano na mifumo ya hapa kwamba mvua itanyesha kuanzia Januari mpaka Desemba. Ni makubaliano hapa yapo, na yapo toke mwaka 2019. Kuna baadhi ya vitu vilitoweka katika hali mazingira ya kutatanisha, lakini ilipotimia 2016 na 2019 hivyo vitu vilirudi katika mazingira kutatanisha, vipo hapa ndani ambavyo hivyo ni zana ya hali ya hewa, lakini pia ni zana ambayo e, ina habari zake ndefu kidogo, sio ya kuzungumza tu wakati wowote. Naam, haya bwana, ah, <laughs> asante sana chifu, nilichokielewa ni kwamba tuna uwezo wa kutabiri hali ya hewa bila kuwa na vifaa vya kizungu. Ah, haya mambo haya, haya mi niliyasoma kwenye history tu mambo ya Kinjeketile ambaye aligeuza risasi kuwa maji kwenye vita vya Majimaji. Kweli kizazi chetu hiki kinakosa mengi sana. Acha tuendelee. Chief, unafikiri elimu kuhusiana na mambo ya mazingira pamoja na matumizi ya nishati safi katika eneo lako yakoje? wanayoweza kuhamasisha Uh, matumizi ya nishati safi ni ninyi, lakini sasa, nyinyi kama nyinyi, huyu mwananchi ataokokaje hapa kwa maana kama naona serikali na baadhi ya watu wanachukua majiko labda mia mbili wanapeleka kwenye labda kama hivi kwenye hii kata hapa Sir. Mimi ile nisingependa ile michezo ya kuchukua majiko mia mbili si majiko mia sita kupeleka kwenye kata kama hivi, nisingependa ile. Sio unahamasisha kule, sio kuhamasisha sawa sawa, kama wanatoa hongo tu. Isitoshe sasa hivi ni uchaguzi. Kwa mfano mbunge anachukua majiko mia mbili analeta majiko yangu haya hebu fanyeni fanyeni 1 2 3. Hapa pana watu mia mbili. Lazima ujue idadi ya wakazi. Pana watu elfu kumi na mbili hapo. Sawa sawa. Unapoleta majiko mia mbili unamaanisha nini? Unaonga ili kesho ili kesho kuta upite hiyo sio kuhamasisha watu watumieni nishati safi sio Kwa hiyo hilo zoezi mimi nalilani sana hata kama ni viongozi wa juu wanafanya hivyo, mimi nalilani hiyo swala. Si sahihi. Sababu a, mtu hapapendi kutumia kuni, hapende kutumia kuni, anatoka pale anakuja kula chakula hapa, nanuka moshi. Istoshe hata hicho chakula namna jinsi ya kufunika pale, kama mboga inafikia mahali moshi unapenya kwenye lile, lile li, li, li, saani ambayo ameweka pale juu unapenya moshi unaingia kwenye ile mboga kama kuwa mwangalifu na kule mboga inanuka moshi. Hakuna mtu anataka hayo. Hakuna mbaba ambaye anataka apate chakula cha aina hiyo. Hakuna mama ambaye anahitaji kitu, mazingira mazuri mtu anahitaji. Lakini tunapozungumzia nishati safi pia ni sehemu ya mazingira mazuri. Lakini uh, nishati safi inatengeneza uhalali wa kwamba hichi hii hali ambayo nyinyi mnaizungumzia ishamili. Juzi kati hapa nilijiwa na watu wa, wa, hali ya hewa ukaa ambao wewe leo ndio unazungumza. Anafikiri taasisi yako inazungumzia hilo swala, si ndio? Yeah. hali ya hewa ukaa utaipataje? Utaipata kwa kuleta majiko mia mbili, nchi hii tupo milioni ngapi? sitini na ngapi, si sabini, sema sitini na tano, hata milioni sabini mwananchi. Serikali najua takwimu za kitongoji, kijiji, kata, tarafa wilaya mpaka mkoa, inajua inajua kabisa kabisa. Ikitengeneza milioni zake sabini kununua jiko ambalo liwe na mafuta eh, liwe na mafuta yake lile jiko lile, tena jiko la, la kilo la kama kumi na tano liwe na mafuta yake, wajiwanipe wanipe mimi. Wakinipa mimi hapo ume, ume, nyumba nzima hapo tayari, lakini pale kuna nyumba mbili, kuna watu wanakaa wakitoa pale kwa kutumia takwimu zile za sensa, kila mtu atapata jiko na mafuta. Lakini huyu mtu utakuwa amemkwamwaje kwa, kwa kumpa jiko na mafuta kwa siku moja? Mafuta yakishukuta na kuisha, ni kushusha gharama za mafuta ndani ya, ya, ya hii nchi. Hiyo gesi inayozungumzwa gesi, shushwe bei. Lakini mikaa hii ya, ya mawe sijui au hii hi, mikaa ambayo tunayoona inazungumzwa sana mbadala wa wa, wa, wa wa matumizi mabaya ya kuni nani kwa nini hawa wataalamu wa kutengeneza haya majiko, majiko banifu na kutengeneza mikaa sanifu, kwa nini serikali isiwape sapoti? Wale watu wawatengenezee basi hata viwanda vidogo, wafyatue majiko yale kwa wingi sana, watengeneze mikaa sanifu au banifu, majiko banifu na mikaa kwa wingi sana. Kwa mfano mikaa ya majani matakataka, hapa kwetu sisi tuna soko la kimataifa, ningesema kuna soko la kimataifa. Kwa siku hapa yanatoka malori matano mpaka sita, yanasafirisha ndizi hapo. Sokoni pana matakataka mengi sana. Hawa wataalamu wakifika maeneo kama haya, wanazalisha mikaa mingi, lakini mtu wa majiko naye awepo pale, yauzwe kwa bei ambayo elekezi kutokea kwa serikali. Hivi unafikiri serikali ipige kelele na kuhamasisha namna hiyo kama sio, sio mwaka mmoja basi hata miezi sita, hakuna anataka kukata mti, hakuna. Lakini leo serikali inapiga kelele sana, acha kuni, acha kuni, acha kuni, acha kuni. Aache kuni huyu mtu atumie nini? Nunua gesi, gesi ile chupa ndogo ambayo hizo zinazotolewa kilo, kilo ngapi ya mafuta kilo ngapi? Hey, anatumia nini? Anatumia nini? Hayo anatumia nini? Mafuta yasiwepo ya, ya kesho kutwa, lakini bei anauziwa haya mafuta leo, ukichukua jiko la kilo sio la, la kilo no no, kumi na tano eh, ni shilingi elfu, ile chupa ndogo na mafuta yake elfu sita ni nani ataweza? atl s mkulima akanunua lile jiko, hajatumia hapa ndio siku mbili, imeisha matumizi ya huku ni maharage, ugali. Mtu akapata kihela chake anunua nyama nusu, anapikia kwenye gesi kweli? Lakini uh, kama uhamasishaji unakuja kupitia kwa hao wenzetu wataalamu, ambao watengenezaji wa majiko na mikaa sanifu, na mnamzuia mtu nikuona ukate miti, weka mabango masaini bodi, weka kwenye njeza pana zote, mwananchi anaingiwa na hofu na anaacha, na ipo siku kutu, watu watakuwa katika mstari. Lakini hii habari ya kugawa majiko, mimi na ilani mpaka kesho sipendi na sitaki kuona. Ni kweli kabisa, serikali ikiweka mpango mkakati mzuri, kuna uwezekano wa kila mwananchi kuweza kutumia nishati safi, ila kwa sasa bado tunapambana na utoaji wa elimu na uhamasishaji. Je, unafikiri kati ya elimu na vitendea kazi kama majiko bunifu na banifu, kipi kinatakiwa kiwe ni cha kwanza. Elimu itangulie. Kwa hiyo elimu kama elimu, iendane na vitendo, elimu iendane na vitendo, sio kugawa alafu unatoa elimu. Au unatoa elimu, alafu unakuja unagawa nini? Elimu iendane na vitendo, na vitendo ni hivi ninavyozungumza, majiko banifu eh, hata ya kuni, mtu anaweka kuni mbili tu hapa. Kwa maana ukileta kuni mbili, mtu akakata mzigo wake mkubwa hapa, una vipande hamsini, huyu mtu anatumia siku ngapi? wakati wa serikali najipanga, kama itashindwa kutengeneza ma, eh, majiko milioni sabini au fedha milioni sabini serikali itajipanga majiko haya ya, ya kuni mbili tu, moto unawaka hapa sana tu, lakini yale mafuta leo. Kuna majiko anaita motopoa, si motopoa au moto nini? Ile ukiuliza ile chupa ni gari, lakini ile jiko halina uimara wote Mtu hawezi kuweka sufuria pale akasukuma ugali wa watu watano hapa ndani. Inakufa ile jiko. Pamoja na hayo, lakini hata yale majiko basi yangesaidia, lakini yatengenezwe katika mfumo ambao mzuri. Hii pia niliona majiko fulani yanatoka South Africa yale, mazuri yanatumia umeme kidogo sana. Wanazungumza hivyo. Mimi sijawahi kununua. Yanatumia umeme kidogo. Na ile jiko kuliangalia ni imara sana. Yasambazwe yale majiko basi vijijini na makatani umo na umeme ndio huu leo anatuwekea, lakini pia haya tunayozungumza, lazima turudi kwenye umeme pia. Umeme wengine wana, kama umeme wanashuka bei lakini, kama umeme pia unakuwa umesambaa kila mahala, na wenyewe nasaidia kutoa elimu ya matumizi ya umeme kwa majiko ambayo matumizi yake inafuu. Naambiwa ukiweka shilingi elfu moja, unit ya shilingi elfu moja unatumia mpaka jua linakuchwa. Mpaka yani jioni alafu nalala umeshamaliza shilingi 1000 hapo. Hakuna hasara, hata mzigo wa kuni bado ghali. Mzigo wa kuni mtu anauleta kutoka polini mpaka hapa shilingi 6000. Mtu anapikia pale kuanzia asubuhi mpaka jioni siku tatu haupo. Akatafuta mzigo mwingine kwa sababu hawezi yeye kwenda polini. Polini. Kama unavyoona kijani hii ili upate kuni mbali zaidi. Kwa hiyo hata hivyo ni kwamba uh, hayo majiko yangeendana na, na elimu lakini yashushwe wa, hawa wa, wa, watu wataalamu manake wataalamu wanaotengeneza hili kitu. Kwa hiyo wengi waanzesha wale. Halafu na elimu inapita. Halafu hatimaye majiko yanapatikana. Ukienda mkuu, labda senta pale tarafani unapata majiko hayo kwa bei ya chini sana. Ni sehemu ya ruzuku. Serikali ikitoa ruzuku katika hayo maeneo, sio kutoa ruzuku kwenye viwanda makubwa halafu ipatikane nini, wanapatikane gawio kwa kuweza kutengeneza vitu ambavyo serikali ikapata nafuu Halafu hii hali ya hewa uoto uoto huu na tunaweza tukaupata kwa mifumo hiyo. Lakini sio serikali inaachia wabunge wanachukua majiko mia mbili wanakwenda wanagawa huko. Mwisho wa siku ndio huyo mtu anakuja kupita bila kupingwa. Lazima tuwazungumze bila aibu yote. Sawa, siasa isihusishwe na mambo ya maendeleo. Bila hivyo uhalisia hautopatikana <laughs> na ni imani yangu kuwa serikali yetu sikivu inakusikia na litafanyiwa kazi. Je, una ujumbe gani kwa Watanzania wote kwa ujumla kuhusiana na utunzaji wa mazingira? Uh, kuhusu uhamasishaji um, wa, wa nishati safi kwa mfano mlivyokuja hivi. Mnafanya vizuri. Mnafanya vizuri lakini na nyinyi sasa, nyinyi. Uh, mngeweza kuifuatilia serikali au wizara zinazohusika kwa maana ya taasisi hizi waweze uh, kufanya haya ambayo ninayozungumza. Mwananchi hawezi kukataa kuhusu kutunza mazingira hata mara moja. Na hii hali ambayo mnaiona hapa ni katika hali ambayo tunajaribu kupiga nayo kelele sana, mimi na viongozi wa serikali ya kijiji mpaka mkoa, mpaka forest, forest reserve, forest za halmashauri wanajua kuna nani huku ambao ni mimi, kama nyinyi mlivyojua kuna nani na ninafuata. Kwa hiyo hili, hili katika namna jinsi ya kuambia wananchi, mimi nafahamu wananchi wanafahamu hilo. Juzi kati hapa nilikuwa na, na, na, watu wengi sana, mgeni lazima alikuwa DC wa wilaya hii ya halmashauri. Uh, nilizungumza hayo, kwa maana hilo linafahamika na ubishi huku hakuna, na ndio maana unaona hii hali. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kuharibu mti kuna biashara ambazo hizi za mbao hizi biashara za mbao uh, hivi sasa ukipita huko kwenye hii miti tunasema misederea inakatwa mpaka michanga, ni kwa sababu ya biashara. Kwa serikali ingezuia cheniso, na hili ni neno ambalo wanazungumza wakati wote cheniso. Kuzuia kwa takana mifumo gani inazuia, kupitia vijijini tu hapa kwa nyumba za vijiji, kwa maana mtu akiwa na mti wake akalipoti kwa mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji atoke kwa gharama ile watakao kubaliana kwa sababu yanaingiza hela ndogo tu, aweze kodi pikipiki au mtume wake akodi pikipiki, amtume mtu wake akodi pikipiki, afuatilie ule mtu anataka kukata yule mtu ili afanye biashara na yule mtu aliyotoka mjini. Ah, tutaendelea kutunza mazingira. Huko ni kuzuia chini, sio kukata miti holela holela. Lakini tukiacha tu tunazungumzia habari ya uoto asili na kutokuharibu mazingira tutakuwa tunatonga maji kwenye kinu hilo moja kila pili. Uh, kuna uharibifu mkubwa wa mifugo ng'ombe, ambayo huku ndo kuna mito mikubwa ambayo inayosafirisha maji kupeleka pwani ya Dar es Salaam, ile yale y ya maji yanayonyweka Dar es Salaam yametoka na huku, chanzo chake ni Morogoro, na Morogoro wenyewe ni hii sawa sawa, Morogoro wenyewe ni hii. Kwa hiyo um, haya maji utunzaji wake ni hii misitu ambayo unaiona hapa sasa, na hizi mbwaa mnazoona zinaonyesha wakati wote huo mto una, unapanda na kushuka, unapanda na kushuka, unapanda na kushuka, lakini huko chini ni neema sana. Lakini pamoja na hayo serikali inaleta ruzuku gani huku kutunza hiyo mite, mito? Kwa maana kama serikali inaleta ruzuku huku kwa kuhamasisha watu kuto kukata miti na kuzuia ng'ombe ambao wanaona makundi kwa maku. ukanda huu hauna hiyo, nikwambie, ukanda huu uh, wafugaji hawapo ambao wanaweza kuharibu hiyo kitu, ila ukivuka ukanda huu ukienda eneo moja tunaita mvua kutoka mvua kwenda huko, kuna uharibifu mkubwa sana wa ng'ombe. Kwa hiyo hii kitu serikali isimamie kwa kuweka sheria ndogo au sheria kubwa au sheria za kati kuzuia hawa wezetu wafugaji, na si wafugaji, hawa ni wachungaji. Mfugaji ng'ombe zake ameziweka kwenye fence, hazitoki, anakata majani anazileta pale. Wanaoleta migogoro uharibifu wa mazingira na migogoro kati ya wananchi na wachungaji na, na, na, na, na, ambao ni wanaitwa wachungaji. Kwa hiyo hili serikali simamie sana, lakini kuhusu wa, watu uharibifu wa mazingira kwa ukanda huu, hilo mimi nawatetea na watetea na ujenzi wa majumba huku sasa tumeachana na miti. Watu wanajenga sana matofari ya tope. Kwa mfano, hapo uliona mimi hiyo miti nimejengea ile bando naliona hapo nje. Hiyo ni miti nimenunua. Sikutoa huku. Nimenunua mjini na leta huku. Na sasa hivi kutoka hapo nje kuna matofari mengi tu kama elfu mbili hapo. Lakini haya matofari yamechomwa huko. Tunaita uh, barabara ile ambayo mmekuja nalo kibaya tunaita. Kwa hiyo imekuja huko. Kuna maeneo special ya kujifatulia matofali kwa maana, na majani sasa hivi watu hawatumii majani, wanatumia mabati kama wanavyoona. Kwa hiyo hili sasa ni swala ambalo kati ya serikali eh, serikali ya taifa, za mikoa, paka katani, tarafani, katani, wilayani, eh, tarafani, katani, paka vijijini kulisimamia hili wote kwa pamoja. Na sisi ndio tulikuwa na sauti ya kuongea kwa karibu zaidi na hawa watu, na uharibifu ukitokea mahala, mimi naona nazuia ukataji wa ile, wa ile miti na zuia mbao mbao hizo zitabaki hapa kwa ajili ya kutengeneza madawati. Nalizungumza hili, nimeshalifanya zaidi ya mara moja. Kwa hiyo tahadhari ya kukata miti hilo wanalijua. Nina imani kubwa kuwa wewe mtazamaji wangu utakuwa umejifunza mengi kuhusiana na utunzaji wa mazingira na matumizi ya nishati safi. Kwa leo tumefikia tamati katika milima hii ya Uluguru. Usiache kutufolo like na kushare, huwezi kujua trip yetu ijayo ikawa mkoa wako. Mpaka kipindi kijacho, mimi ni mtangazaji wako Liz Business. Bye bye.